Chaguzi wa mwaka huu wa rais, wa bunge na madiwani. Wapendwa, tusile rushwa. Rushwa, rushwa, si mnasikia? Hebu tuseme rushwa. Rushwa tusile sasa, maana mnakula sana e. Mnakula sana tena, mnakula mnakula ya huyu na huyu na wanagombea ningi kimoja, kwa hiyo dhambi unapeleka wapi wote hao unakula ya Mameo, unakula ya tengeneza, unakula ya Mkenda, hiyo dhambi unapeleka hapa. Rushwa ni dhambi, na rushwa itatupa viongozi wabovu wabovu, watakaokaa madarakani kwa kuwa wameingizwa kwa hela yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati huo tukisema usaliti ndiyo uliomfanya Yesu akafika pale, sasa tunaona Usaliti hata serikalini, serikalini kuna usaliti, vyama vyaukizani kuna usaliti e, unakuta taratibu zimepangwa, lakini wakwa sio kweli zile taratibu. Wengine wengianakenda gesi taratibu zilizopangwa, tukueke wapi? Hakuna mahali ambapo hapana taratibu, taratibu zipo, na zipo kwa kusimamiwa, zimamiwe lakini ukiwa ndani ya mfumo alafu naanza kuharibu utaratibu, nani atakuongoza? Bwana asifiwe sana. Hebu e, kwa mfano tuseme vyama vya upinzani, mi niseme tu, kwani yubani nakova kusema, nasema ukweli, vyama vya upinzani vitachukua muda sana kutawata taifa la Tanzania, na itachukua muda kwa sababu hawa wenyewe hawajajipanga, hawajajipanga, hawapo wamoja. Hata sasa sa Chadema inavyosema

hasa maisha ya vijana kushuhuda, huu ni muhimu sana kipindi hiki kigumu cha utandawazi. Vijana eh? wengi wanapenda starehe bila wajibu, wanapenda kuona furaha katika vitu vya kupita. Kuna mtu kaniambia siku hii aupeiigumugumu aaatmaumamamumu ajia kila sikuu wanajakaicu rahisi rahisi. Tumaini yao wengi ipo katika mana, tumaini na vijana wengi sasa hivi ipo katika vyeo au starehe na anasa za dunia. Tuwasaide vijana na tuwaombea watakouku na mikakati inayohitaji usuhuda sio maneno tu bali usuhuda katika matendo.